Mabadiliko chanya yamekuja kutokana na kazi ya kufanya na mwandishi. Kwa hiyo haya mabadiliko chanya ya aina hiyo ndio ambayo tulikuwa tukiangalia pia kama kigezo kikubwa sana cha kutoa tuzo kwa. Aa, kwa ujumla tathmini hii ilihusisha, tulifanya katika upokeaji, upangaji, upangajiaa uchambuzi wa awali wa kazi hizi, na tulifanya majadiliano kama majaji, na mwisho kabisa tukafikia makubaliano ya pamoja ya kwamba hii kazi imekidhi vigezo, hii kazi haijakidhi vigezo, kwa hiyo tuiachane nayo. Yani, hiyo ni moja kati ya mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya katika kutoa maamuzi, hasa katika kumalizia kwamba haya yote ambayo tumeyafanya na wale ambao tulikuwa tumewapendekeza na waliopigiwa kura <coughs> na jamii na hadhira, ni matokeo ambayo sisi hatuna tutakuwa nayo tarehe tano mwezi wa tano mwaka 2025 pale kwenye ukumbi wa Superdome, ndotajua ni nani ambao wameshinda kwenye eneo lipi na ni wepi ambao hawajaweza kupata nafasi, lakini watajaribu kwa wakati mwingine ambapo tuzo hii itatangazwa tena. Sasa sisi kama majaji tunatoa pongezi kwa Tamwa pamoja na TCRA ambao uh, walituamini kama tunaweza tukafanya kazi hii kwa uaminifu na kwa uadilifu, hali kadhalika tunapongeza pia tunawashukuru pia viongozi wao kwa kuanzisha tuzo hii ambayo ni muhimu sana katika maendeleo ya taifa letu Tanzania, na pia hata sisi kwa waandishi wa habari kujipima kwamba tunakidhi mahitaji ya jamii kwa kiwango gani. Vilevile tunawapongeza waandishi wa habari ambao walijitokeza kuwasilisha kazi zao, licha ya muda mfupi umetangazwa, lakini kazi 1131 zimewasilishwa. Tunawashukuru sana kwa kujitokeza kwenu na kwa ujasiri wao na wahariri wao ambao waliwapa ruksa ya kuwasilisha kazi hizi na kazi ambazo zimegusa maslahi na maendeleo ya nchi. Moja kati ya mapungufu ambayo ya baini katika kuzipitia hizi kazi ilikuwa ni matumizi ya lugha, kama nilivyosema hapo mwanzo, matumizi ya lugha kwa kweli tulikuwa tuna ipo, ipo haja ya kufanyia kazi namna na sisi waandishi tunavyowasilisha kazi zetu, tunavyoandaa vipindi vyetu. Lugha hasa ya Kiswahili, hasa ya Kiswahili tunaikosea sana, hatutendee haki, na hii ni kote kwenye redio, kwenye televisheni na wakati mpaka kwenye magazeti. Nitoe mfano wa kitu ambacho tulikiona kwenye magazeti ambacho mpaka tukashangaa kama kuna wale ambao uh, proofreaders, ambao zamani walikuwa kwenye vyombo vya habari. Yani, unaposema kwamba kwa mujibu wa nijitokefan mwenyewe, kwa mujibu wa Dkt Mkoko, huwezi ukasema tena kwamba amesema kuwa. Sio lugha sahihi, si tunaelewana? Hiyo hapo umeshakosea tayari, sio lugha sahihi ile kwa mujibu imeshafunika, no amesema kama. Kwa nini kusema kwamba kwa mujibu wa Dokta Mkoko kazi 1131 ziliwasilishwa na zili waandishi kutoka makundi mbalimbali ndivyo inavyotakiwa kuwa. Sasa makosa kama hayo ya lugha yapo kwa kiwango kikubwa mno kwenye kazi zilizowasilishwa. Sasa hiyo nimetoa mfano, mfano mmoja hii mfano nilioweza hapo awali wa kusema watu hamsini wa wameweza kufariki dunia, hiyo ni kama imekuwa kitu cha kawaida. Sasa kila mtangazaji baada ya sentensi ya kwanza ya pili ameweza kufika, baada ya sentensi nyingine ameweza. Kwa kweli sio sahihi hii ya lugha. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa sana ambalo tuliliona katika kazi ambazo tulipokea. Tatizo jingine kuwa ni suala ya maadili na hasa kuhifadhi utu wa vile vyanzo vyetu. Sasa kwa hivi tatizo jingine ambayo tulili tuliliona ni na ambayo nadhani ipo haja ya kukumbushana kama wanahabari, kwamba maeneo haya na hii nadhani kazi ya raia ambayo tunafanya sana kazi ya jukumu hili la kuwaishi watu kwenye maadili yetu ya uandishi wa habari yani. Na nadhani walifanya pia kazi hii kwa muda mrefu sana kwa kipindi kadhaa ya kuwafanya watu warudi kwenye maadili ya utangazaji, maadili ya uandishi wa habari katika kazi zetu ambazo tunaziwasilisha yani, au tunazipeleka kwenye hadhira. Kwa hiyo tatizo hili ambalo tulilibaini ee kazi zetu kwenye uwasilisho yetu yani. Tatizo jingine ambalo tuligundua ni pamoja na kazi nyingi sana kutegemea matukio. Kwamba nasubiri mpaka kuwe na tukio ili tukafanye kazi fulani. Uh, sasa na hizo kazi za matukio uzinduzi wa Pampu ya maji uzinduzi wa hiki uzinduzi wa hiki, hizo ndio zimekuja kuwasilishwa kama kazi kwenye tuzo hii yani. Sasa nadhani kazi bora hazitoki kwenye matukio, ni ile ambayo mwandishi mwenyewe anaumiza kichwa kuitafuta, pale unapata kazi bora, lakini sio kwenye matukio. Sasa pale nadhani ni sehemu ambayo inabidi lifanyiwe kazi, hali kadhalika yani ndani ya vyumba vyetu vya habari kuwepo na ikiwezekana hata kuwa na zile creative teams. Nadhani kuna kipindi Clouds alikuwa nayo, nadhani itakuwa bado bado nayo inakuwa, ambayo ina ina inasaidia kwamba kuna kitu hiki, hebu tukifanyie kazi yani, waandishi kwa kutoa habari wanakwenda kufanyia kazi kitu ambacho kimekuwa created na wale watu kwenye, uh, timu ya ubunifu yani. Nadhani ipo haja ya kufanyia kazi kwenye vyumba vyetu vya habari, tuache kutegemea zaidi kazi ambazo ni zenye kufata matukio zaidi na badala yake tuumize vicha kutafuta mambo mengi sana ambayo yametokea yanatokea kwenye jamii yetu.